mambo ni aje mambo ni vipi hapo ulipo popote pale e ndani na nje ya mipaka ya Tanzania hii hapa ni PHD Media inakualika tena katika wasa mzuri kabisa ambayo unakwenda kusikia story bomba kabisa kumhusu dada mmoja ambaye ana trend sana katika mitandao ya kijamii cha kufanya cha kwanza kabisa nenda pale YouTube nenda pale ka search PHD Media utakwenda kusubscribe kulike pamoja na kukomenti bila kusahau kushare kile ambacho utakuwa ukikiona pale, lakini pia mitandao ya kijamii Facebook, Twitter na Instagram eh, utatupata kwa jina la PHD Media. Alafu utakutana na story kali kabisa za kuweza kukupa ukweli wa mambo namna ambavyo yapo sasa. Leo kuna mwanadada mmoja bwana ametrend sana katika mitandao ya kijamii inasemekana kwamba huyu mwanadada bwana yeye ni mtoto wa mchungaji, lakini pia amekumbwa na skendo ya kuvujisha uh, video zake za faraga. Sasa bwana, mimi kama mtu wa PHD Media nimeweza kufuatilia kwa kina uh, kuweza kupata story hii hapa kwa kina. Nianze kukujuza kwamba uh, uh, huyu mwanadada bwana, amekumbwa na hii kashfa kwa muda mrefu sana katika mitandao ya kijamii, lakini watu wengi hawajui usahihi wa habari hiyo au hawajui uh, ukweli wa habari hiyo. Sasa leo PHD Media inakusogezea uh, ukweli wa habari ya huyu mwanadada. Kwanza kabisa huyu mwanadada anaitwa jina lake ni Rose Rande, anaitwa Rose Rande Bolanyi eh? Hayo ndo majina yake halisi kabisa. Lakini huyu mwanadada bwana alikuwa ni mtangazaji wa kituo cha redio na televisheni kutoka nchini Haiti ambaye aliweza kufanya kazi eh, na radio tele Pacific pale nchini Haiti, lakini pia moja ya vituo eh, maarufu sana pale nchini Haiti. Huyu mwanadada alikuwa akifanya kipindi kinachoitwa Viv Eh, kipindi hiki bwana kilikuwa kinajihusisha na masuala mazima ya kijamii kwa alikuwa akifanya vizuri sana huyu mwanadada. Lakini kuhusu tukio ambalo limekuwa likisambaa kwenye mitandao ya kijamii kumuhusu yeye, mwishoni mwa mwaka 2023 takriban mwezi wa Disemba hivi, Rose bwana alijikuta kwenye kashfa ya mitandao baada ya video ya faragha iliyodaiwa kuhusishwa eh, kusambazwa mitandaoni na video hii bwana ilionekana ilitembea kwa kasi sana na katika majukwaa yote ya mitandao ya kijamii lakini video hii bwana iliweza kumwathiri sana huyu dada kisaikolojia, lakini pia katika masuala yake ya kikazi pia. Lakini pia athari kadhaa ambazo huyu dada aliweza kuzipata, aliweza kujiudhuru eh, kazini kwake, aliweza kuacha kazi ghafla tu E, mara baada ya kupata kashfa e, hii kubwa kabisa mitandaoni. Lakini pia athari ya pili ambayo aliweza kuipata huyu Rozi, alipata madhara ya kisaikolojia. Aliathirika kwa kiasi kikubwa kisaikolojia kutokana na matusi, kejeli, unyanyasaji wa kimtandao aliyopata kutoka e, katika jamii ambayo imekuwa ikimzunguka kiz, lakini jambo la tatu ambalo iliweza kumkuta Rozi ni kuibuka kwa mjadala wa kitaifa kuhusu Cyberverse. Cyberverse bwana, ni watu ambao wanajishughulisha na unyanyasaji wa kidijitali, lakini tukio lake liliweza kuzua mjadala mkubwa Haiti, lakini pia kuhusu usalama wa wanawake mitandaoni, na unyanyasaji wa kijinsia kupitia mitandao na haki ya faragha, iliweza kuchukuliwa jicho la tofauti sana, baada ya skendo ya huyu dada Rosi kuweza kuingia katika mitandao ya kijamii. Lakini hebu tupate ukweli, ni kweli kwamba huyu Rosi ni mtoto wa mchungaji eh maana watu wengi walikuwa wakiandika kwamba huyu ni mtoto wa mchungaji. Sasa jibu lenyewe ni hapana, hakuwa au sio mtoto wa mchungaji kabisa. Eh, ukweli kuhusu hilo ni huu hapa. Taarifa rasmi kutoka vyombo vya habari vya Haiti kama, eh, chombo cha Le National Radio FM, lakini pia Melode Inter wameweza oh, kutoa eh, maelezo sahihi kabisa kama huyu Rosie ni mtoto wa mchungaji au la. Madai ya mtoto wa mchungaji yameibuka baada ya video kuanza kusambaa katika nchi nyingine, hasa Afrika Mashariki, kwa maana ya Tanzania, Kenya na kadhalika, ili kuchochea eh, ambapo watu wengi hawafahamu kiundani. Inawezekana jina jina na taswira yake imehusishwa kimakosa na mtu mwingine, au baadhi ya watu wameweza ku, kuongeza hadithi zao ili kupata viewers wengi katika story zao, lakini ukweli wenyewe ni kwamba Rozi sio mtoto wa mchungaji. Sasa ee, wewe ambao unanifuatilia, niweze kukujuza tu kwamba kwa nini tukio hili limeweza ee, kuibuka upya wakati huu. Kwanza kabisa ee, mitandao ya kijamii bwana ina, ina, ina kawaida ya kufufua mambo au matukio. Mara nyingi video au habari za zamani huchukuliwa tena na kusambazwa na watumiaji wapya wa mitandao TikTok, Facebook, WhatsApp, Telegram na kadhalika, na baadhi ya sababu ni hizi zifuatazo watu wapya ambao wanaiona kwa mara ya kwanza hiyo stori eh, a watu wanaweza wakaishea na ikaonekana ni stori mpya kabisa. Lakini pia kuna kurasa au akaunti zinazochimba skendo za zamani na kuzirudisha tena katika chati eh. Lakini pia mitandao huchochea maudhui yenye hisia kali, kama vile aibu, hasila au udadisi wa hali yoyote. Watu wengi bwana maarufu wanaweza kuhusishwa kimakosa na mambo haya ambayo eh, watu wa mitandao wamekuwa wakiachimba. Mara nyingine watu huanza kufikiri kwamba tukio hilo linahusisha ni mtu wa, wanayemjua kwa sasa. Kwa mfano binti wa mchungaji fulani, hata kama si kweli, hii huchochea utafutaji eh, wa mijadala mipya katika mitandao ya kijamii. Lakini pia lugha tofauti na mazingira mapya hupelekea stori za zamani kuweza kuibuka tena kwa mara nyingine, bila kusahau uvumi wa muktaza wa dini au maadili, huu nao pia unapelekea hata eh, stori za zamani kuweza kuibuka tena, eh, kwa mara nyingine, na zikaonekana ni stori mpya kabisa, ambazo zikashika chati na watu wakaona kama ni tukio la jana au la juzi. Lakini eh, katika hili bwana eh, Roselenda yeye sio mtoto wa mchungaji, ilo ulielewe. Lakini tukio hili ni tukio ambalo limefanyika kwa miaka mingi iliyopita nyuma, elewa hilo. Lakini pia kwa taarifa nyingine za ukweli sahihi utaweza kuzipata kutoka hapa PHD Media. Fuatilia katika mitandao yote ya kijamii hasa pale YouTube, utakwenda kupata stori kali na zenye ukweli halisi kutoka vyanzo vyetu vya kihabari. Usiache kusubscribe, kushare, kucomment pamoja na kulike WhatsApp.